ya hatua kubwa inayoshtua ulimwengu zaidi ya mifumo 900 ya ulinzi wa hali ya juu na vifaa vya kijeshi vimetengenezwa ndani ya nchi. Kwa w mtazamo rahisi mwaka 1 kabla ya mapinduzi ya Kiislamu, idadi hiyo ilikuwa 3 1 -2. Hii ni hatua kubwa sana, haya sio vifaa vya kawaida tu. Silaha za Iran sasa zinajivunia teknolojia ya kitata, kuanzia ndege zisizo na rubani hadi makombora ya balestiki na mifumo ya ulinzi wa anga. Majina kama mfumo wa ulinzi wa makombora ya balistiki wa Arman na mfumo wa ulinzi wa anga wa Azarakhsh yanatawala vichwa vya habari duniani. Mifumo hii inaonyesha uwezo wa Iran wa kubuni teknolojia ya kijeshi. Sasa walifanikishaje haya yote? Ni hadithi ya uvumilivu na kujitegemea. Wanasayansi wa Iran, wanafunzi wa vyuo vikuu na makampuni binafsi wamekuwa wahusika wakuu. Mkazo katika maendeleo ya ndani haujakuza tu uwezo wao wa ulinzi, bali pia umeimarisha hadhi yao ya kisayansi duniani hivi sasa iran inashika nafasi ya sita duniani kwa maendeleo ya kisayansi ikipanda nafasi frdinde katika miaka ya hivi karibuni tusisahau uwezo wa makombora silaha za iran zinajumuisha makombora ya kisasa kama emad na koram shahr dua pamoja na kombora la kasi ya juu la fatah 1 hizi zimehifadhiwa katika vituo vya chini ya ardhi na vizindua vinavyoweza kusafirishwa na kuimarisha zaidi miundombinu yao ya ulinzi na wakati maboresho ya kijeshi yanavutia mkakati mapema mwaka huu Iran ilifanya mazoezi ya kijeshi ya kiwemo mifumo ya Bavar 373 na s300 iliyotengenezwa Urusi, ikionyesha uwezo wao wa kukinga mashambulizi. Ilikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa madai kwamba mashambulizi ya Israel yalikuwa yamedofisha ulinzi wao wa anga. Iran pia inaeneza wigo wake Mwishoni mwa mwaka 2024, ilishiriki katika maonyesho ya kimataifa ya ulinzi ya Vietnam, ikionyesha mifumo ya vita ya kielektroniki, risasi na ndege zisizo na rubani UAV, hatua inaashiria nia ya Iran ya kujenga ushirikiano wa ulinzi barani Asia na kupanua ushawishi wake. Bila shaka haya yote hayatoke bila sababu. Marekani imeongeza kampeni yake ya vikwazo ikilenga kupunguza mapato ya mafuta ya Iran na kudhibiti maendeleo ya silaha za nyuklia. Lakini licha ya vikwazo vya kimataifa, sekta ya ulinzi ya Iran inaendelea kushamiri, ikichochewa na mafundisho yaliyojengwa juu ya, ju ya rasilimali za ndani na kujitegemea. Haya yote yanamaanisha nini kwa mandhari ya ulinzi duniani? Maendeleo ya Iran ni ujumbe dhahiri: ni taifa lililoazimia kusimama kidete na kuthibitisha uwezo wake. Kwa mifumo zaidi ya 900 sasa katika silaha zake, jamhuri ya kiislamu ya Iran imejithibitisha kuwa mchezaji muhimu katika teknolojia ya kisasa ya ulinzi. Asanteni kwa kutazama, usisahau kulike na kusubscribe. Kwa maelezo zaidi kuhusu ulinzi na teknolojia, tutaonana wakati mwingine.